Fone ameanza suula babaki ya huyu aseme njo mtoto wako msikie tuko naye njo nikimuuliza inataa yanunamaa vinatakaisha mtoto aaua oakea kama alete kama ni ya makuta kuna vituko na matokeo mbalimbali yanayotokea katika maeneo mbalimbali, ukiwa katika mji wa Goma kuwa mwangalifu. Hapa tuko kwenye kituo cha polisi katika mji wa Goma. Hawa ni baadhi ya wazazi na watoto nyuma yao.

watoto wakaniona ba, kisi kinafika kule kwa shangazi yangu, kisha njo wakafanini wakaniona, ile saa waliniona vile ile sawa ni nina kisha wakafani ni baka, kurudia, waka kurudia, sawa kudia kwa yangu nifata nyuma Ile sawa nifata nyuma kugeuka hivi na kalea nyuma. Mbona batoto wiko nyuma yangu? Na umisa ingi ya getu. Nikaenda ni, na, nika nabu kunyumba Ile sawa nilena nabu kunyumba sasa vila nikawalisha kunyumba. Ile sawa nilalisha kunyumba nika ndavarudisha. Usubisa wa lamunga nina varudisha tena kunyumba. Nina varudisha mbeda Mungu na nchua ile babangu, Goma ina watu <laughs> wengi, kwa nini tu ni wewe tu walifata? Wepeke hawa kufata mtu mwingine Make walinifata Juu ya kisi kuko mwenye mwenye wananijua, wananijua kisha sawa walinifata vile, wakanifata kwa nyuma sasa, maake ni watoto ilikuwa sasa hii ni mara ya kwanza wewe kubeba watoto wa watu mbele ya Mungu? mbele ya Mungu ndio tu ya kwanza, na walinifuata nyuma. Mbele ya Mungu na ndio turi ya kwanza, niko naomba huruma na siwezi hata ongeza tena kusema aa, ma wanifuate watoto ili nisibarudishe siku ile siku, na navasha barudisha tu

Akiniambia wewe kuna taka kusaidia, tola kwanza hivi ndo dada kanipa ishirini dola, apana sembe na kurudia kwetu. Akiniambia unajua David, nikasema ule anakuwa saba wangu, Juma anatusaidia. Nikasema sina tatizo, na mtoto wake pia tutamuliza, sio tutamulisha. Lakini wapo masomo ya ule mtoto kwa anasomea. Nikamtoa, na sasa ndo nimeona taksi wake ileta. Nikasema mbona taksi inapasa wewe rudia kwa nyumba, ule mtoto tutamrudisha. Kisha mimi nikasema hapana, mtoto wangu namujua, sisi pana mumbebe

lakini hmm, wakati mlikuwa pamoja ulikuwa unasikia wanazungumza kwa simu kuomba pesa. Siku niliywaka ni siku niliona ameleta telefone ameanza kusikula babaki ya huyu aseme njoo mtoto wako msikie tuko naye, ndio nikemuliza Mzuri, naweza tupa jina lako? Danis Bomana Despe. kwa nini ko hapa kwenye polisi? Nijua mtoto mwe tulishimuta, mwe tulibeba. Hebu tuelezee kwa urefu, ilikuaje mm. mpaka ukakamato, mpaka umefikishwa hapao. Mimi nilikuwa niko nyumbani niko kunyumba niani mchana inafika ma, ma, maduze, nikiona dadangu hapa na baka kangu pale banakuya na mutoto, nami nalala mukiti, nenikebambiya umutoto ni wa nani? Bakeniambia umutoto babake iko na, na franka kwa na franka. Sasa si twezi bakya krize na babake kwa franka na rafiki yake ya mama, na banaongea na mama na akini ambia, akini ambia, na siku balishimutaka mtoto wao ye babwanaakalibasejaaka na 200 dolar. Nikemwambia, sasa tumufanye aye? Wakeniambia tumuweke kwanza, na tuko na ita batutumie franka. Nikemwambia, sasa babake unamuyua? Pia se ndio minamuyua, ana wakea ndosho, ana wakea ndosho name na, sali nambia jua franka name, nikepupa sana name, nikeitika kuitika yangu nitukecha mtoto munyumba mutoto munyumba wali mutosha ku masomo na iko njala, tukesemagi mtoto iko njala, iko walomba chakula, twende muzia ndazi na munaji. Tunaenda muzia ndazi naji kubarabara. Apre kubarabara nikekamata telefone, niketia gi banakamata atelefone, banata mukisauti cha mubaba juu abo njio walikuwa bana mujua, tukamata kisauti cha mubaba huyu njiakekwa naongea kutelefone.

Njo turu ya kwanza kabisa minanza hii kazi, na njo turu ya kwanza kabisa. Na munga nisame kwa nisame kwa ele mateno nilifanya na nilifanya chuku kosewa, na juba linambiaka ni, ya makuta kabisa, njo turu ya kwanza. Sasa tuambie wewe vale tomata namuna gani na vale bato, tukueleze namuna gani vale kufika. Mia bakunifika ako uh -huh. nilikuwa nishenda mushuguri zangu mushuguri zangu nishenda tafuta vya kukula jumina kwa motari, nike kufika kunyumba jizine vele

Ukeruza na mtoto atakuambia alikuwa mtu alimtwalaka alikuwayepeki. Sasa leo mumeshikwa na zani, mko tayari kukubali hukumu watawapa kwa sababu kuiba watoto ama kukidinape ni shida, na Goma imeshuhudia ukidinapingi kubwa sana ndiyo kabisa. Tunajua ni makosa ile sana, na tulifanya vile jua njala Me ni makosa sana, ni makosa sana, na Mungu atusamee. Bas matoko tuta, tutazibiwa ni makosa yetu yetu tulifanya watoto. Mbo, me, sese mbo ndio mina pasa makiri na pingi juu. Mutoto alishikuta kwangu. Dada. Kaka, uwe umetia kidole juu na wazo. Na kwa nini huko hapa tupe majina zako.

Jo papa kaona mwa ile usiku kisi na mimi nifasilia. Njoa kakia tafuta masoda be batamusaidia. Kisa anaezi enda ona bale bapande be nikamata mtoto. Kisha se ba nikamata bale basoda, basoda se bakamwambia tuezi enda mu operasio ya hivi mwa hivi usiku na tuambie wakubwa. Njoa saba likia se hapa kumongo mwa kabapatia. Sasa leo unajisikiaje kuona hao viongozi wa IFSM Vetro wamekupatia watoto wako?

Kwa majina naitika kwa jina ya Mari Kikuti la Mwanabunga, chef de quartier Mabanga. Mimi nimepatikana hapa ni kwa ajili watoto wee waiani, kuajilia atoto wenye waliikwa jana. Nilikuwa niko atoka koreno guvernora, niko kuio niko na trete madosie zingine, nikasikia fule ya watu wanakuia ba sana tuti ni population. Mimi nasema fujo ya nini kule. Mimi nikanyamaza nikasema bitaisha, nikasikia bina inaendelea, nikatoka mumiro, nikatoka nje, nikasema ni hapa. Nikasikia ule mwanamke iko na kelele ya mingi sana, mimi nikawasema, patia de enjo vitime kumbi, enjo alibeba hata watoto wa sasa. Mimi ba naanza bana niambia, huyu oh, mama ameiba watoto wetu tano, wote baine kani basa siapo nasema alibaibaka namuna gani? aseshi tunamukutana, tunakutana batoto bani benye balikuya raisa na batoto sasa. Tunakutana mamam alikuwa kubeba makuni kumugongo, wakati anas, alichoka akapumuzika pembeni ya nyumba. Butoto buwili bulikuwa bunalala chini bukonangalilia kutungu ya, ya, ya, ya maplanshe ma. Sasa ule mama kwenye alikuwa pumuzika, kakatoto kabaka kamunyoka

Nivyo watoto walipotea, bazazi hao wako hapa. Ile tatu likamata matelefone tukatia kumitandao, tukasukuma kumitandao, na ile alerte ya batu njo wakenda informe bazazi yao. Bazazi hao wakakuya jana, wakaripele watatu na mwingine mzazi wake, kwamba meona leo kale kabelenjwo kue mzazi wai, kanaweza kuwa kaima engine watoto walivelewa. Swala la uchekajinyana ama kuwateka watoto katika mji wa Goma imekisiri na kuendelea. Wazazi lazima kuwa waangalifu kwa sababu hawa ambao wameteka watoto ni majirani na marafiki wa zile familia.